Kwa hiyo RPC, nilikuwa nakupa kazi hapa ya kuhakikisha kwamba mama huyu hapokei vitisho kutoka upande wowote, na anakuwa anatimiza wajibu wake katika taifa kwa uhuru na kwa haki, kwa uwazi, bila kutishwa na mtu wa aina yoyote. Nafahamu kundi nyingine inawezekana likawa halijarifika na maamuzi hayo, lakini kama nipitaja za mkato vyombo vya dola na serikali kwa ujumla huwa vinasimamia ili kuweza kunyosha. Mkoa wa Dar es Salaam Jina langu naitwa Shukrani Kyando, wadhifa wangu ni kamishina wa ardhi msaidizi, mkoa wa Dar es Salaam. Lakini kwa hapa, naomba niwasilishe taarifa hii kwa niaba ya katibu mkuu wizara ya ardhi, ndugu Engineer Anton Sanga. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ulitukabidhi wizara ya ardhi uh, taarifa hii ya timu katika wiki mbili zilizopita, ukituelekeza tuipitie na tufanye maamuzi kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa, mkuu wa mkoa, kwa ajili ya ufahamu wa jamii, napenda nilidadavue swala hili kwa kina, kuanzia mwanzo mpaka mwisho na namna ambavyo tumelitekeleza tangu tulivyopokea maoni ya timu na tangu ambavyo tumeyapitia maoni ya timu ili tuweze kueleza umma. Mheshimiwa, mkuu wa mkoa, swala hili limefuatia, limekuja kufuatia uchunguzi ambao a, timu iliundwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ufuatiliaji huu wa mgogoro ulihusisha kutembelea uandani pamoja na kupitia kumbukumbu katika sehemu mbalimbali, lakini pili, timu tumebaini kwamba ilihoji watu wote zaidi ya nane ambao wamehusika na swala hili tangu mchakato huo ukianza mwaka elfu mbili kumi na moja. Lakini tumeona pia timu imepitia kumbukumbu zote za wizara ya ardhi lakini pia timu umepitia katika kumbukumbu zote za kimahakama kwa maana mashauri yote ambayo yamebainishwa katika miliki hii, yaani kiwanja namba mia nane kumi na tisa Msasani Bichi. Lakini pia tumeona timu imepata taarifa nyinginezo kutoka mahakama kuu. Mheshimiwa Rais, labda nirejeshe niurejeshe umma um, katika swala hili mtakumbuka kwamba awali tulisema kiwanja hiki umiliki wake ulianza mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa. Mmiliki wa kwanza alikuwa ni Bariki Elisante Kenja. Aa, na mwaka elfu mbili na saba bwana Bariki Elisante Kenja alihamisha miliki hii kwenda kwa Quality Real Estate, aliuza. Baada ya hapo miliki hiyo mwaka elfu mbili na nane ilihamia kwenda kwa Quality Real Estate Company Limited na baadaye kwenda kwa Justus M Lugaibula ambaye ni marehemu mume wa mlalamikaji ambaye kwa sasa ni marehemu. Lakini pili, mwaka 2011, kwa mujibu wa kumbukumbu za msajili Justus M Lugaibula alihamisha miliki kwenda kwa Muhamed Mustafa Yusufali kwa njia ya mauziano ya shilingi milioni mia mbili sitini na mbili na laki tano. Uh, ndugu waandishi wa habari, jalada la Wizara ya Ardhi linaonyesha uwepo wa zuio wa caveat iliyosajiliwa tarehe kumi na moja mwezi wa kumi mwaka elfu mbili kumi na mbili. Zuio hiyo liliwekwa na Bi Alice Nyamwiza Pasco Haule akilalamika njama za mme wake kutaka kuuza nyumba hiyo ya ndoa bila ridhaa yake. Wakati mlalamikaji akiweka zio hilo, uh, hiyo miliki ilikuwa tayari imeshahamia kwa ndugu Muhamed Yusufali tangu mwaka 2011 Mheshimiwa mwenyekiti, swala hili limefanyiwa uchunguzi, lakini pia nije kwenye kipengele cha mapitio ya sheria mbalimbali ambazo kamati imepitia katika sheria mbalimbali. Mheshimiwa Rais, kamati imepitia katika sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka wa tisini na tisa, lakini pili imepitia katika mashauri mbalimbali yaliyohusu kiwanja hiki, imepitia katika kesi namba mia mbili na nane ya mwaka elfu mbili na, na kumi na moja iliyofunguliwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, na hii ilikuwa ni Mohamed Mustafa Yusufali dhidi ya Justice Ugaibula. Lakini kamati imepitia pia katika kesi namba mia tatu themanini na tisa ya mwaka elfu mbili na ishirini Shauri lilifunguliwa katika baraza la ardhi na nyumba la wilaya ya Kinondoni na Mohamed Mustafa Yusufali dhidi ya Justice m Ugaibula na Alice Pasco Haule. Kamati ilipatiwa nakala halisi ya tuzo decree ya kesi husika. Mheshimiwa Rasi, dikri hii ilikuwa ni consent judgment kwa maana waliridhiana mezani, lakini pia Mheshimiwa Rasi, uh, kamati tumeona imepitia kwenye kesi namba 310 kesi namba 3143 na ya mwaka 2025 kesi hii ilifunguliwa mahakama kuu mwezi wa pili 2025, na kesi namba 224 396 ya mwaka 2025. Mheshimiwa Rais, kamati pia tumeona imehoji uh, mashahidi mbalimbali mbali. Kamati imehoji mashahidi zaidi ya nane akiwepo mwanasheria aliandaa nyaraka za kukopeshana fedha na mauziano kati ya marehemu Justice M. Rugaibula na Muhammad Mustafa Isfari. Shahidi katika taarifa ya kamati anakiri kwamba anamfahamu wa mume wa mlalamikaji ambaye ni Justice M. Rugaibula ndiye aliyechukua draft ya spouse consent kwenda kumsainisha mlalamikaji Alice Nyamwiza uh, Pasco Haule anasema mume wake alichukua nyaraka hiyo na kwenda kumsainisha lakini baadaye akairejesha mume wake. Shahidi anakiri kwamba hakuwahi kumwona sehemu yoyote Bi Alice Haule akisaini nyaraka hiyo. Mheshimiwa uh, mwenyekiti, lakini pia iliingiwa mikataba kwenye taarifa, tumeona iliingiwa mikataba miwili: mkataba wa kukopeshana shilingi, mi, shilingi milioni mia hamsini na mkataba wa transfer wa hicho kiwanja kwa gharama shilingi mia mbili sitini na mbili na laki tano, na mikataba hii yote miwili ilihusisha kiwanja kimoja, kwamba ukishindwa kulipa deni milioni mia moja hamsini ifanyike transfer kwa thamani ya milioni mia mbili, hamsini, milioni, mia mbili sitini na mbili lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tumebaini kwamba masuala yote ya kukopeshana hayajawahi kuripotiwa Wizara ya Ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, yaliyobainika kamati imethibitisha kuwa nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba mia nane kumi na tisa Msasani Beach imekuwa ikimilikiwa kihalali na Justice M Lugaibula na kuwa nyumba hiyo ni mali ya ndoa, matrimonial property lakini pia kamati imebaini kuwa mnamo mwaka elfu mbili na kumi Muhammad Mustafa Isfari na marehemu Justice Lugaibula waliingia mkataba wa kukopeshana fedha kiasi cha shilingi milioni mia hamsini kwa dhamana ya nyumba tajwa. Lengo kuu ni mkopo, sio kuuza nyumba. Mheshimiwa Rasii, kamati imebaini kuwepo kwa mkataba wa mauziano wa nyumba hiyo baina ya Muhammad Mustafa Isfali na Justice M Lugaibula mwaka elfu mbili na kumi, ambapo ilikuwa ni takwa la mkataba huo kwamba ikitokea Justice ameshindwa kulipa deni hilo, basi dhamana nyumba ihamie kwa Muhammad Isfali. Kamati imethibitisha kuwepo kwa mashauri kadhaa kuhusiana na miliki, nimeshaeleza. Kamati imethibitisha kuwa Muhammad M. Isfali aliliomba baraza la ardhi na nyumba wilaya Kinondoni wamalize kesi hii kwa maridhiano kwa njia ya makubaliano na hilo lilifanyika na kuthibitika kwa kuwepo kwa deed of settlement, na Mheshimiwa rasi, deed of settlement ambayo tume, tumeiona kamati iliomba directly kutoka kwenye baraza la ardhi na nyumba husika. Mheshimiwa rasi, kamati pia tumeona imethibitisha pasi na shaka kuwepo kwa tuzo decree ya baraza la ardhi na nyumba Kinondoni ambayo ina makubaliano deed of settlement baina ya Muhammad Yusufali mdai na Justice M Lugaibula na Ali Saule wadaiwa ya kumaliza mgogoro na madai yanayohusiana na nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 819 msasani michi msasanimichi Dar es Salaam. Mheshimiwa mwenyekiti kamati imetilia shaka kama sports concert kibali cha mwenza kilitolewa kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 99 ikisomwa pamoja na sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kwa sababu zifuatazo. Moja, Mheshimiwa Mwenyekiti, kafanikiwa kuona spouse consent kini ya mwenza ambayo ni halisi, yani original copy. Licha ya pande zote kutakiwa kuwasilisha nyaraka hiyo katika Mheshimiwa mkuu wa mkoa, pia Bibi Alice Haule anakataa kwamba. Kwa dhini kuuza mali ya ndoa. Anaeleza kwamba ndiyo maana amekuwa akishughulikia swala hili akilalamika tangu mwaka elfu mbili kumi na mbili na akaamua kuweka caveat. Kwa hiyo anakana kwamba hakuwahi kutoa spouse consent. Lakini finding ya tatu katika spouse consent, Mheshimiwa rasi, maelezo ya wakili aliandaa nyaraka hiyo yanasema kwamba hakuwahi kumwona Bi Alice Haule akisaini nyaraka hiyo mbele yake bali aliandaa nyaraka hiyo kisha kumkabidhi mme wake na mme wake akairudisha ikiwa imesainiwa. Lakini pili, mheshimiwa mkuu wa mkoa kivuli cha nyaraka ya idhini ya mwenza ambayo iliwasilishwa na mwanasheria wa Muhammad Mustafa Isfari inaonekana kuwa na saini ya maandishi na dole gumba kwa maana ya thumbprint hali inayotofautiana na maelezo ya wakili aliyeandaa na kugonga mihuri nyaraka hizo, ambaye alikiri kwa maneno na maandishi kwamba nyaraka aliyowasilishwa iliyowasilishwa kwake ilikuwa na saini ya maandishi tu, yaani nyaraka ambayo mwanasheria aliandaa nyaraka zile za mauziano kati ya kati ya marehemu Justus na Muhamed Mustafa anasema ililetwa ikiwa imesainiwa na mkono a Mheshimiwa Rais. Kuhusiana na jaribio la kumwondoa kwa nguvu Bi Alice Haule katika nyumba iliyokuwa akiishi, kamati imebaini taratibu za kisheria hazikuzingatiwa kwa sababu hakukuwa na amri yoyote ya mahakama au vibali vilivyoidhinishwa na mamlaka. Aidha, kamati imebaini kwamba zoezi hilo lilipelekea Bi Alice pamoja na familia yake kushambuliwa na kudhalilishwa. Vilevile vile wapangaji wa Bi Alice ambao ni raia wa kigeni waliibiwa vitu mbalimbali ikiwemo fedha zao, na masuala haya yameripotiwa katika jeshi letu la polisi. Mheshimiwa RC, baada ya kupitia taarifa hii ya kamati, pia tumeona maoni ya kamati, na naomba ni yaseme hapa kama yalivyo. Mheshimiwa RC, maoni ya kamati, maoni ya kwanza ni kwamba serikali kupitia mamlaka zake dhidi ya watu mamlaka zake zichukue hatua dhidi ya watu binafsi na makampuni yanayojihusisha na ukopeshaji wa fedha bila kufuata sheria, kanuni na miongozo ya serikali. A. Mbili, pamoja na juhudi kubwa za serikali za kutoa elimu ya fedha na ardhi kwa wananchi, tunashauri jamii isiingie mikataba na taasisi au watu binafsi, mikataba kama hii ambayo inatoa mwanya mkubwa wa kudhulumiwa.